Leo mbele yenu mlinipa heshima kubwa sana, na ninaamini mtaendelea kunipa heshima kubwa. Mlinithamini, ninaendelea kuwathamini. Mlinitia moyo, nitaendelea kuwatia moyo. Ndugu wa Morogoro, leo natangaza rasmi ninajivua nafasi zangu zote ndani ya chama cha Chadema, ikiwa ni pamoja na ujumbe wa kamati kuu, mwenyekiti wa kanda ya kati unaojumuisha mikoa ya Dodoma, Morogoro na Singida. Najivua mwenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wa Morogoro wenye majimbo kumi na moja ya uchaguzi. Niwahakikishie nitatafuta mlango mwingine Wakati ukifika tuendeleze mapambano nikiwa nje ya Chadema, sitashusha silaha chini, nitahakikisha mapambano yanaendelea. Na mimi mnanijua, uongo kweli. Ndugu zangu, wale ambao walikuwa wanapata mashaka, nataka niwahakikishie nitaongoza jalamba hili mpaka tufike pale ambapo tunakusudia.